Mama, unaitwa nani unatokea wapi? Naitwa Katu Mkoeni, natokea Mvumi. Mvumi Kilosa, Mvumi Kilosa. Ehe mama, ni mara ngapi kuwepo hapo? Mama wangu ni ya bali. Mara nyingi. Una ushuhuda gani wa kutoa bila? Na nauma mguu kwa naomba Mungu kwa kuja na kuni ya. Baada ya kufanya huduma hii ya mabango ya Joshua. Maalazi yote ya